kwa kuichagua TBC kuwa kituo chako cha habari. Karibu sasa katika taarifa hii ya habari ya takriban dakika zisizopungua sitini, tukikuhabarisha yale ambayo tumekuandalia usiku huu ni matangazo ambayo nakuletea moja kwa moja kutoka jijini Dar es Salaam. Mimi ni Gabriel Zakaria anashirikiana na Rahel Mohando katika matangazo haya. hmm. lakini pia nawe una fursa ya kushiriki pia kututumia ujumbe wako hapo baadaye kuhusu yale ambayo utatazama na kuona katika matangazo haya. Ujumbe wako ni muhimu, nasi pia tutausoma. Karibu na tuanze taarifa hii ya habari kutoka mkoani Katavi, ambapo serikali imetoa tahadhari kwa wananchi kufuatia baadhi ya watu wanaodaiwa kuchangisha fedha kutoka kwa vikundi mbalimbali mbali, wakisema ni maandalizi ya kutolewa kwa shilingi milioni hamsini zilizoahidiwa na serikali. Waziri Mkuu Kasim Majaliwa ametoa tahadhari hiyo mkoani Katavi wakati akizungumza na wakazi wa eneo la Maji Moto katika halmashauri ya wilaya Mpimbwe mkoani Katavi. Mwandishi wetu Adolfu Mbata anayotaarifa kamili kutoka mkoani Katavi uliohudhuriwa pia na waziri mkuu mstaafu Mizengo Pinda. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali ina nia njema na utoaji wa fedha hizo, na kusema serikali imeanza kuchunguza matapeli hao kabla ya kuchukulia hatua za kisheria. lakini kumeanza kuibuka matapeli wanaokuja kuwadanganya wananchi kuwa mwanze kuunda vikundi na vikundi hivyo mwanze kuchangia mumpe yeye akawasajili. Msikubaliane nao hao, hao ni wezi, na mkisikia mtu ana namna hiyo, mkamate huyo, mpeleke polisi, kwa sababu huyo ni mwizi. Serikali haijaanza kutoa mpango huo. Tutakapoanza kuanza kutekeleza mpango huo, tutakuja kuwaambia na utaratibu. Tutakuja kupitia halmashauri, atakuja mwenyekiti wa halmashauri hapa, au diwani hapa, lakini pia lazima tutamka, tutatamka kiserikali ambaye tangazo tangazoaa sasa tumeanza kusambaza fedha bilioni 50 katika kila kijiji. Akizungumzia daraja la Kavu, Waziri Mkuu anasema limefikia hatua ya kuridhisha, lakini jambo kubwa lazima tumalize barabara ya daraja letu la Kavu. Nimeenda kuona mkandarasi anaendeleaje. Nikiri kwamba ni kweli imechukua muda mrefu, kwa sababu mradi ule wa kutoka, lakini hatua leo ya nguzo 80 zinazokwenda chini ya rigiri kwa mita 23 leo hii ameshajenga nguzo 76 nimekuta nguzo nne zimebaki, na nimeenda kuziangalia nguzo hizo nne. Ameniahidishia anazimaliza kwa muda mfupi, alafu aje ajenge manguzo kutokeza juu yale yote kwenye maeneo yote manne, na kazi hiyo inakamilika mwezi wa mwezi kumi. Naye Waziri Mkuu mstaafu Mizengo Pinda akamkaribisha mgeni wake kwa kutoa historia ya eneo la maji moto. Kwa hiyo karibu sana kwenye chanzo cha Wapimbwe, chanzo cha bonde hili la Mpimbwe, lakini leo sasa tumejaa Wapimbwe tena Wasukuma metuziji atai. Prudensiana Kikwembe ni mbunge wa Jimbo la Kavuu, anasema ikirudi tena. Mheshimiwa waziri mkuu wangu mpendwa, kipenzi cha na kavuu, na wee mwenyewe ni shahidi, maana walikokpita ni dalili njema kwamba wanakupenda sana wanalia na kilio kikubwa ni barabara bara. Kutoka Katavi arof mbata TBC.